Kwa wengi viazi ni chakula tu ambacho kinapendwa na wengi kwa aina tofauti tofauti. Hata hivyo, upanzi wa viazi unatumika kama kigezo cha kuweka amani na kudumu na hata kupambana na mabadiliko ya hali ya anga miongoni mwa wakulima wa eneo la Kuresoi kaskazini mwa kaunti ya Nakuru. Agnes Solo aliwatembelea wakulima hao ambao wengi walikuwa wakiathirika na ghasia za uchaguzi mkuu mwaka 2007/2008 na hii hapa taarifa yake. Katika kijiji cha Sigowet huko Kuresoi, Ezekiel Kirui ni mmoja wa wakazi walioshuhudia mapigano na uharibifu uliosambaratisha jamii baada ya matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2007. Hii leo Kirui anaelezea jinsi changamoto ya ukame na njaa ilichochea jamii hiyo kukumbatia maridhiano. Tukaongea, tukawa na maoni ya kwamba ile kitu ambayo tutafanya ni tusanya vikundi zote za wakulima katika hii area ya Kuresoi sana sana, katika wodi ya Kamara na Siriku. So Starlight ilizaliwa kutokana na ila mchafuko ambayo ilikumba nchi yetu mwaka wa 2007 2008 ,200, kwa 28 kopartivtuka na makabila ma kama, kama Kenya mzima after experiencing uh, challenges with access and drought and all that they decided why can't we come together and certify our own seeds of course we sell but our main target is producing for ourselves for our own benefit as smallholder farmers Kupitia msaada wa serikali pamoja na mashirika ya kibinafsi, wakazi walikumbatia mafunzo ya teknolojia na kilimo cha kisasa. Mbegu ya viazi aina ya Shangii yenye sifa za kipekee ni dhahabu katika maeneo haya. Varati ya Shangii inapandwa kwa maeneo karibu zote Kenya, kwa ile hali ya anga zote zenye ziko huwa ina, inajaribu kufanya uh, pale northeastern saizi wanafanya na kunyunyizia kuna mambo na teknolojia ambayo imekuja inaitwa, tunaita service planting. Ukisha panga na kuwekea kue, mchanga, viazi na baki tu peke yake zikimia tu polepole bila kusumbuliwa na, na, na jengo. I will go ahead to downscale that national forecast, uh, to the county of Nakuru. Because now I understand the climatology of Nakuru, I understand the activities that takes place here. So I'll be able to tailor my forecast ikazaa Wakulima Sacco, ambayo imetimiza ndoto za wakulima wadogo wengi wakiwemo Kirui na Jen. Unapata eka moja tuliko ipata karibu tani mbili ya viazi, lakini hasai kupitia kwa mradi wa Craft. Siku hizi tunapata viazi kutoka tani nane mpaka takumi kwa eka moja. Nililima viazi hava neka nilipata viazi kunia kunia tatu nikauza hiyo viazi, nikaona haitoshi, ninunue ng'ombe. Nikaenda kwa soko ya Starlight, nikakopa pesa, nikakuja nikaongeza hiyo ninapeleka masoko kwa Starlight ndio niendelee, nimalize hiyo deni, alafu ninunue ingine. Hata maneno ya school fees nilikuwa na shida, lakini saa hii nikitoa viazi, ninapanda viazi, anamaliza mwezi tatu, tunatoa anaingia tamu ingine we also are providing demo farms where farmers can learn by seeing. When we talk of these practices, they have to see, and then that way they can know how to adapt them in their farms. Mabadiliko ya hali ya anga, ya anga yanatishia kuwepo kwa chakula cha kutosha katika maeneo mbalimbali nchini, ila kwa wakazi wa Kuresoi kaskazini, umoja na bidii yao zimezaa matunda, wakulima hao wakipiga hatua za kuigwa humo nchini. Wabewa. From one. From one. <laughs> Agnes Oloka Chola runinga ya Citizen.